Takatifu Jumatano juma la tano, juma tano la Pasaka. Somo la kwanza: Matendo ya Mitume sura ya kumi na tano mstari wa kwanza hadi wa sita. Siku zile watu fulani walifika Antiokia kutoka Yudea, wakawafundisha ndugu wakisema, msipotahiriwa kwa kadri ya sheria ya Musa hamwezi kuokolewa. Majadiliano na mabishano makali yakatokea baina yao na Paulo na Barnaba ikaamuliwa Paulo na Barnaba na wachache wengine wa kwao waende je, waende Yerusalemu kwa mashauri ya, na mitume na wazee juu ya jambo hilo. Kanisa liliwatuma, nao wakapita nchi za Finisia na Samaria, na njiani walisimulia habari za kuongoka watu wa mataifa, wakawafurahisha sana ndugu wote. Walipofika Yerusalemu wakawafurahisha sana ndugu wote. Walipofika Yerusalemu waliwakaribisha walikaribishwa na kanisa, mitume na wazee, na wakawapa taarifa ya yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao. Hapo baadhi ya jamii ya mafarisayo wali walioipokea imani walisimama na kudai, lazima kuwatahiri na kuwaamuru kushika sheria ya Musa. Mitume na wazee walikutana kuzungumzia jambo hilo. Neno la Bwana. Tumshukuru Bwana. Zaburi ya kuitikizana kiitikio: Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Tutaimba. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana, sasa miguu yetu imesimama ndani ya malango yake Yerusalemu ee. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana, kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Yerusalemu uliojengwa kama mji ulioshikamana shika, ulio ndiko wanakopanda makabila makabila ya Bwana. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana, kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Kama Israeli alivyoelekezwa alishukuru jina la Bwana, huko vime, vimewekwa viti vya haki, viti vya nyumba ya Daudi. Kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana, kwa furaha tutaingia nyumbani mwa Bwana. Shangilio la Injili. Aleluya, aleluya. Dumuni ndani yangu nami ndani yenu, asema Bwana. Adumuye ndani yangu huyo huzaa matunda mengi aleluya. Somo la Injili. Injili takatifu kutoka kitabu cha Yohane sura ya kumi na tano mstari wa kwanza hadi wa nane. Wakati ule, Yesu aliyebea wafuasi wake, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ni mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda Baba huliodoa na kila tawi lizaalo matunda hulisafisha lipate kuzaa matunda mengi zaidi. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa nguvu ya neno nililowaambia. Dumuni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama tawi lisi lisivyoweza kuzaa matunda kwa nguvu yake lenyewe, lisipodumu katika mzabibu, kadhalika ninyi hamwezi msipodumu ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Adumuye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, kwa maana pasipo mimi hamwezi kufanya lolote. Asiyedumu daima ndani yangu hutupwa nje kama matawi na kunyauka. Watu, watu watayaokota matawi hayo wayatupe katika moto, yatekete. Mkidumu ndani yangu na maneno yangu yakidumu ndani yenu, obeni lolote mtakalo, na mtapewa. Katika hilo Baba yangu hutukuzwa kwamba mzae matunda mengi na kuwa wafuasi wangu. Injili ya Bwana.